Karibuni na ujambo, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako tv online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, aswa zile za mashariki mwa nchi ya habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya alhamisi ya tarehe Juni kumi na mbili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Nini tunakuandalia leo? ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Je, kilicho na mwanzo kina mwisho? Yaliyoshuhudiwa katika mji wa Goma siku ya Jumatano jioni mwendo wa saa kumi na mbili mwanzo wa usiku imewaacha wengi na bumbuazi. Je, Rwanda imeanza kuondoa askari wao nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo au ni mwanzo wa mwisho wa vita? Ndugu mtazamaji pia msikilizaji, nakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbio, wewe ambao bado hujasubscribe au hujajiabone bado, usikose kujiabone. usikose kulike. usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho, usikose kushare, yaani kupataje kwa ndugu, jamaa na marafiki wote ambao wamo ndani ya simu yako, tafadhali usikose atumia huu utakuwa ni mchango wako mkubwa na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Kwa mara nyingine tena, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, yale ambayo tumekuandalia leo ni hali ilionekana siku ya Jumatano jioni mwendo wa saa kumi na mbili wakati wa kahadi wa mji wa Goma, maskani ya mkoa wa Kivu Kaskazini walipopatwa na bumbuwazi, basi kubwa kubwa aina ya za rangi ya kijani kama vile rangi nyeupe zilionekana kwa uwingi katika mji wa Goma zikitokea nchini Rwanda. Gari zote hizo aina ya basi kubwa kubwa zilikuwa zikijielekeza maeneo ya sake, hali ambayo watu wengi walijipa maswali, kwa sababu basi zenyewe zilikuwa tupu. Na ikiwa haitoshi, kulikuwa gari kubwa kubwa zinazochukulia yaani, zinazobeba vifaru vyote hivyo vikiwa tupu, basi dereva pekee ndiye alikuwa akionekana, viti vyote vikiwa tupu. Zile gari kubwa kubwa zinazochukua au kubeba vifaru navyo na hivyo, hivyo hivyo vilikuwa tupu. Hali hiyo ilipelekea wakaaji wengi wa mji wa Goma kutafakari na kuwaza mengi wakifikiria labda ni mwanzo wa mwisho wa vita au ni mwanzo wa vikosi vya Rwanda kuondoka kutoka ardhi ya Kongo kurejea kwao. Kwa nini? Huenda kutokana na, na msukumo au shinikizo linaloendeshwa na nchi ya Marekani inayoongozwa na Donald Trump kwa sasa, ikasukume inchi nchi ya Rwanda kuondoa vikosi vyao askari wao wa RDF wanaopatikana nchini Kongo na ambao wanapigana kwa kupiganisha serikali ya Kongo chini ya mwamvuli wa M23 AFC. Hayo yote muweza kushuhudiwa katika mji wa Goma na ikawawaacha wengi kwenye vichochoro, kwenye baa, hata manyumbani wakiwa wenye kujiswali ikiwa gari ambazo ziliingia katika mji wa Goma mwendo wa saa kumi na mbili jioni na ambazo zilikuwa tupu zikitoka nchini Rwanda na kuelekea upande wa Sake huenda ni kwa ajili ya kwenda kuchukua askari wao wanaoendelea kusalia na kuhikalia kimabavu ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa habari hizo zitaweza kuthibitishwa. Je, ni mwanzo wa mwisho wa vita au la? Basi tuyaachie majira muda, lakini kile ambacho utaelewa msikilizaji, pia mtazamaji wa Kuna Nini News, kuna shinikizo kubwa inayotolewa na serikali ya Marekani dhidi ya Rwanda kwa ajili ya kuondoa askari wake wanaopatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuiacha ardhi ya Kongo huru, kwa sababu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi huru. Shinikizo hilo, msukumo huo, unapelekea wakahaji wengi kuhisi kwamba huenda basi kubwa zilizoingia zikiwa tupu pamoja na gari kubwa kubwa za kuchukulia vifaru ukawe ni mwanzo wa mchakato wa jeshi la Rwanda linalopatikana kwenye ardhi ya Kongo kuanza mchakato wa kuondoka na wenda ukawe ni mwisho wa vita vya uvamizi kwenye kipindi hiki tulicho nacho. Kama waenga wanavyosema, tuyaachie majira muda, na hatuna budi kuwatolea habari nyipya endapo zitaweza kuthibitishwa. Na ni kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji, sina cha ziada hadi tutakapokutana tena hewani. Hacha nikushukuru wewe uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.